Habari marafiki, leo tuzungumzie upasuaji wa core decompression kwenye AVN ya nyonga. AVN inamaanisha avascular necrosis. Hii inamaanisha kufa polepole pole kwa mfupa kutokana na ukosefu au upungufu wa damu inayofika. Hii mara nyingi hutokea kwenye eneo la nyonga. Kimsingi AVN ya nyonga ni neno linalotumika sana na mara nyingine huwa hali ya maumivu makali kwa mgonjwa. Leo hatutazungumzia sababu za AVN. Hilo tayari tumelijadili kwenye video zetu zingine, lakini leo tutaangazia hasa upasuaji wa core decompression. Sasa kuna hatua nne za AVN: hatua ya moja, mbili, tatu na nne. Kwa kawaida upasuaji wa core decompression hufanyika kwenye hatua ambazo mfupa haujaporomoka, yaani hatua mbili za mwanzo, hatua ya moja na hatua ya mbili na maandiko ya kitaalamu yanaonyesha kwamba kiwango cha mafanikio ya upasuaji wa core decompression ni kati ya asilimia 70 hadi 85 katika hatua moja au hatua mbili. Hii kimsingi ni mbinu za kuhifadhi kiungo, tunajaribu kuzuia mfupa usiporomoke, ili AVN isisonge mbele hadi hatua ya tatu au ya nne, ambapo upasuaji wa kubadilisha nyonga unakuwa wa lazima. Sasa kwenye maandiko hakuna mshindi wa wazi kuhusu ni utaratibu gani bora zaidi. Pamoja na upasuaji wa core decompression, kuna chaguzi nyingi kama vile core decompression pamoja na kuweka mfupa wa kupandikiza pamoja na kuchukua uboho wa mfupa, core decompression na tiba ya selishina, core decompression na PRP, au core decompression na kupandikiza mfupa wa fibula wenye mshipa ya damu. Lakini kwanza tuelewe core decompression ni nini, mchakato wenyewe. Core decompression kimsingi ni mchakato ambapo tunatoboa njia kupitia kichwa cha mfupa wa paja hadi kwenye shingo ya mfupa huo ili tuondoe kipande cha mfupa. Hii inapunguza shinikizo kwenye eneo la mfupa wa paja, shingo na kichwa chake. Na mfupa mpya unapokuwa pamoja na huo mishipa mipya ya damu pia inakuwa. Na tunatarajia kwamba hii itasaidia kurejesha mzunguko wa damu wa kawaida kuzunguka shingo na kichwa cha mfupa wa paja ili kuzuia AVN kuendelea zaidi. Sasa kuna mabadiliko mengi ya core decompression hii, kama vile: pamoja na kupandikiza mfupa, pamoja na uboho wa mfupa, pamoja na PRP, pamoja na kupandikiza mfupa wa fibula wenye mishipa ya damu na pamoja na seli shina. Fasihi haionyeshi kuwa kuna njia moja bora zaidi ya kuzuia kuendelea kwa AVN. Fasihi imegawanyika kabisa. Ukiangalia fasihi ya kitabibu, hakuna mshindi wa wazi kabisa. Kituani kwetu tunapofanya core decompression, tunajaribu kumpatia mgonjwa matokeo bora kabisa. Kwa hiyo mara zote tunajadili chaguzi zote na mgonjwa na tunajiandaa na kila kitu. Uboa wa mfupa pia, PRP pia na wakati huo huo kupandikiza mfupa pia. Kwa hiyo kama unapanga kufanywa upasuaji wa core decompression MRI yako inaonyesha kuwa ni AVN ya daraja la moja au daraja la pili. Kwa hiyo unapaswa kujadili chogozi hizi zote na daktari wako, na baada ya hapo tu ndipo uamue kama unataka kufanya core decompression ya kawaida au unataka kupandikiza mfupa kwenye mishipa ya damu au unataka kutumia uboho wa mfupa PRP, au seli shina. Lakini chochote utakachochagua, unahitaji kuelewa kwamba maandiko ya kitaalamu hayahakikishi mafanikio ya asilimia mia moja ya utaratibu huu. Hii ni njia ambayo tunaweza kuzuia maendeleo ya ugonjwa na matokeo yake yanatia matumaini, lakini si matokeo ya asilimia mia moja yaliyohakikishwa. Kwa hiyo kila unapochagua kufanya core decompression unapaswa kujadili chaguzi zako zote, kiwango cha mafanikio, na ni kinga au mabadiliko gani ya kufanya. Unahitaji kufanya hivyo baada ya upasuaji wako wa kubana wanne ni na ndipo tu ndipo unapaswa kuamua na kupokea simu yako. Kila la heri.